Naam, kuna watu wamethubutu kusema Januari ina siku 40. E, yaani na wiki sita kutokana na urefu wake. Leo ni tarehe 26, siku tano zikisalia kuweza kumaliza mwezi huu ambao umeonekana kuwa mrefu zaidi. Nami nikukaribishe katika jamii leo ili niweze kukujuza yale ambayo yamejiri katika mtandao wetu wa Jamii Forums siku hii ya leo. Mimi naitwa Ramadan Goda, na tuanzie katika taarifa kuhusiana na mwanahisa wa Jamii Media, Mike Mushi aunganishwa katika kesi mbili zinazomkabili Maxence Melo. Tukianza na habari hiyo, tunaambiwa kwamba baada ya sekeseke seke la Maxence Melo mahakamani leo, mwanahisa mwingine wa Jamii Forums Mike Mushi amepandishwa kizimbani. Mnamo Januari 16, aliitwa na kuhojiwa katika kituo cha polisi cha Kati jijini Dar es Salaam na kupata dhamana. Kwa sasa Mike Mushi ameunganishwa kwenye kesi mbili zinazohusiana eh, na kuzuia upelelezi wa jeshi la polisi zinazomkabili mkurugenzi mtendaji wa Jamii Media Maxence Melo, na amefanikiwa kupata dhamana kwa mashtaka yote mawili. Hiyo ni kwa upande wa habari yetu ya kwanza, lakini habari hiyo ikisema kwamba upelelezi umekamilika kwa shitaka moja na usikilizaji wa awali wa kesi utaanza mnamo tarehe 10, eh, tarehe 9 Februari mwaka huu elfu mbili na kumi na saba. Tukaangalia kwa upande wa takwimu ambapo maoni yalokusanya ni zaidi ya elfu kumi na tano huku asilimia sabini wakiwa wanaamini kesi hii ina hujuma za makusudi na asilimia thelathini wamehusisha na siasa. Wakati uh, Kaswis anasema kwamba waze, eh, mawaziri wana tovuti binafsi zinazotumia .com halafu unazuia .com wakati dunia nzima, ni habari ya mjini, tuna safari ndefu sana na vipi kwa jirani zetu Kenya, ambao wamuhumu watapendezwa na kutumia .co.tz. Mzee Mwana Kijiji anasema tuko pamoja, haya mambo mengine ni unnecessary destruction hivyo ndivyo anavyomaliza yeye na anavyotupeleka katika habari yetu ya pili, ambapo watu 14 wafukiwa na kifusi katika mgodi wa RZ huko Geita. Takriban wachimbaji 14 akiwemo raia mmoja wa China wameripotiwa kufukiwa katika kifusi cha udongo katika mgodi wa dhahabu wa RZ Nyarugusu uliopo mkoani Geita. Ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia leo na kuthibitishwa na mkuu wa mkoa huo. Kwa upande wa takwimu, tukiangalia hapa asilimia uh, 100 na wachangiaji wote elfu sita E, wametoa pole na kuhimiza jitihada za uokoaji zifanywe kwa ufanisi ili kuokoa uhai wa wahanga. Tukaangalia sasa maoni ya watu ambao wamechangia katika habari uh, hii, tukianza naye Nuru. Anasema pole kwa wahanga, naamini watatoka salama kama wale waliofukiwa na kukaa siku kumi na nne ardhini kule Mwanza, wakati Multifil anasema kwamba du pole yao e, pole yao aisee, ngoja tuone juhudi za uokoaji ila e, kwa hali inavyojua huko Nyarugusu tusubiri tu kutuma salamu za rambirambi. Haya, twende katika hoja hoja. Leo nasema mavazi ya wauguzi mahospitalini yanawatia wagonjwa majaribuni <laughs> Wazabanga kuku ndivyo anasema hivyo, serikali inabidi ipige marufuku kwa hawa manesi wa hospitali za umma kuvaa magauni mafupi, wanawatia majaribuni wagonjwa wa kiume. Yani unakuta nesi anaenda kumhudumia mgonjwa akavaa gauni fupi, ana guu la maana, laini linang'aa. Sasa huku ni kuwapa majaribu wagonjwa wetu, ukizingatia wagonjwa wengine wamekaa hospitali miezi mingi, wanaukame, anasema anawasilisha kilio chake namna hiyo hiyo. Ni hoja yetu siku ya leo ambayo imechangiwa na watu zaidi ya elfu kumi na mia tisa na asilimia 60 wamedai hakuna haja ya kuzuia mavazi hayo kwa kuvaa kwa kuwa sheria kwa kuwa ni sheria, tamaa za mtu ndizo hupelekea kuwatamani. Asilimia arobaini wametoa shuhuda zao jinsi mavazi ya wauguzi yalivyo wahamasisha hiyo ni hoja na Godfrey, fupi. Uh, kwa upande wa wachangiaji tukianza naye Godfrey anasema kuvaa nguo fupi kwa muuguzi ni sheria na sio fashion. Katika vyuo vya uuguzi wanafundishwa kuvaa hivyo ili kupunguza uwezekano wa kuambukizwa magonjwa ambayo wadudu wake wapo chini sakafuni, kwani nguo ndefu huweza kugusa ardhi na kuweza kusababisha muuguzi kubeba magonjwa. Wakati Beka anamaliza kwa kusema kwamba huyo mgonjwa anayechemka kwa sababu ya mavazi ya nurse anaumwa ugonjwa mwingine zaidi ya huo uliopimwa na kusababisha halazwe. Hiyo ni katika hoja siku hii ya leo, na hapo ndipo tunapohitimisha Jamii Leo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Ramadhan Ngoda, bila shaka umeenjoy yale yote ambayo tumeweza kuletea siku hii ya leo, ila usisite kuweza kufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube. Andika tu Jamii Forums. Kwa wakati mwema.